Baada ya kuhamia kwenye nyumba zao huku wakiendelea kuzimalizia, wakaonyeshwa eneo la shamba na mara moja ikaanza kazi ya kusafisha eneo la heka kumi za kuanzia. Walikuwa wanatoka asubuhi na mapema kuelekea shambani wakiwa na vyombo vyao na vyakula vyao maalum, ambako wanakuwa wakipika wanapokuwa wako shambani. <tos> <tos> Ah, amansi, Muna, anapwepa. Muna, anapwepa. Ano, anapwepa. Ndani ya kijiji hiki, mtazamaji, watu wanasisitiziwa kuwa wacha Mungu. Kumetengwa eneo maalum kwa ajili ya kanisa kwa ajili ya Wakristo na vilevile kuna eneo maalum ambalo limewekwa msikiti kwa ajili ya Waislamu.

alivyokuwa imemnyima wali asubuhi, ndo kakasikia kana taka kale, alafu mimi

Aa, angalia kwanza, hakikisha manyosha. Baada ya kusafisha, vijana wakafanya kazi ya kukatua udongo ili kutayarisha shamba kwa ajili ya kilimo kazi ya kukatua shamba haikuwa rahisi hata kidogo, na hakuna kijana aliyeonyesha udhaifu.